ameonyesha kwamba kuna utafiti umefanyika maktaba ma, ma, ma, ma, ma, kuu ya Tanzania eh, ofisi, serikali, ofisi, serikali, eh, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali, ofisi ya wakili mkuu wa serikali, ofisi ya mbalimbali za, za, za, za serikali ambazo nyaraka zinatakiwa zipelekwe, umeonekana kwamba hiyo sheria haijai kuchapishwa na hakuna kumbukumbu ya gazeti la kuchapishwa au siku lini kwamba hiyo kesi kesi hiyo sheria inaanza kufanya kazi imeshawahi kuwasilishwa katika hizo taasisi. Ukienda kule mahakama maktaba kuu utapata ukienda katika uh, ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali hautapata. Ukija hapa makao makuu ya Tanzania Dar es Salaam hapa, eh, hapa hautaipata hiyo sheria ilo gazeti. Mwisho wa siku ni kwamba hii i sheria ambayo imekuwa inatumika kinyume cha, cha, cha sheria inavyoagiza kwamba lazima sheria yenyewe itangaze lini itaanza kufanya kazi au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 lakini kikao hiki cha kesi leo ndio siku yake ya mwisho ya mwisho. Kwa hiyo sasa, inabidi tena ipangwe kikao kingine cha kuweza kusikia kesi hii ambayo ilikuwa ni kwamba ilikuwa ni rai ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo kwamba isiwe, sio muda mrefu sana, kwa sababu mpaka leo ni siku yake 223 akiwa kule gerezani. Kama navyosema yuko katika sehemu zile ambazo watu wamefanya nini, wamehukumiwa hukumu za, za, za, za, za, za, za, za kifo kunyongwa. kwa hiyo sasa ni, ni, ni hali hiyo ambayo imejitokeza. Kwa hiyo kesi hii imeahirishwa kwa muda kwa, kwa kwanza. E, serikali wafanye utafiti wao, lakini kubwa zaidi, msajili wa Mahakama Kuu apange tarehe nyingine ya kesi, lakini tahadhari ambayo itakapoendelea watu mbayo kwamba mwaka wa mahakama mwaka wa unafikia mwisho tarehe 15 mwezi wa 12 mwezi ujao, maana yake hiyo. Kwa hiyo basi, ilikuwa ni kwamba tungetegemea kwamba itapangwa haraka zaidi katika muda uliobakia, kwamba kesi ndani ya mwezi mmoja basi iweze kupangwa na kesi iweze kuendelea na mwisho wa siku tuweze kujua e, kama tuna sababu yote ile e, kama